Allahuma sali wasalim ala sayidina Muhammadin waalihi wasahbihi wasalama wabadi, watugufu Islam na nyii ambao unaendelea kuzifuatilia darasa zetu hii za fiqhi, kitabu cha safinatun naja, matnu safinatun naja, na leo hii tuna utazama mlango unaohusiana na sala ya kukusanya hmm, yani swala hasa ya safar, swala ya safari, shekhe ameizungumzwa kwa mukhtasar, lakini kwa umuhimu wake na ombi lilikuja katika wanadarsa kwamba tuizungumze swala ya safar, nikawaambia nika kwamba tutaifika swala hiyo insha Allah, na tutajaribu kuzungumza na kuongezea mambo ma kidogo ili alau iweze kufahamika japo kwa mukhtasar, lakini iweze kufahamika kabla ya kuingia katika mlango huu, nitangulize ni utangulizi ufuatao. Watukufu Waislamu na wanadarsa, ni kwamba swala ya safari tunaikosea wengi kuiswali, kwa sababu tunakuwa hatujui masharti na hatujui taratibu katika mlango utakaozungumzwa punde punde, insha Allah atazungumza masharti ya kukusanya swala, lakini nitangulize tu kwamba ili uswali swala ya safari, basi kule unakokwenda kuna tazamu masafa maalum. Mimi nitazungumza nitazungumza kwa ufupi sana kwamba safari yangu ninayosafiri ninayokwenda ina umbali wa kilomita kuanzia thamanini na tatu. Ziko kauli chini ya hapo, lakini kauli rajih yenye nguvu kilomita angalau thamanini na tatu. Kwa hiyo kujua masafa ni jambo la muhimu sana ili kuweza kuona kwamba wewe unaruhusika kuswali sala ya safari au huruhusiki. Hilo la kwanza kuzingatia. Je, yeah, safari yangu inayokwenda masafa yake umbali wake ni kilomita 83. Na kwa mfano wakazi wa Pemba uh, masafa kutoka wete, wete mpaka mkoani ni masafa kama kilomita 60 hivi. Kwa hiyo safari kama mfano nakwenda mkoani, mimi nakwenda mkoani kutembea, hojawa kuswali sala ya safari, kwa sababu kilomita zako ni 60, ni chini ya thamanini na tatu. Lakini nakwenda labda Unguja kama nakwenda Unguja maanake kutoka Wete mpaka mkoani ni kilomita sitini, ukijumlisha na kilomita za bahari kufika huko Unguja ni zaidi ya kilomita thamanini na tatu. Kwa hiyo tayari kigezo cha kwanza au sharti la kwanza la mimi kuweza kuswali sala ya safari ninalo na, hilo, hilo ni la kuzingatia. Lakini ni wakati gani mimi natakiwa au naweza kuianza swala ya safari? ni pale nitakapoacha e, mji wangu. Mimi nakaa Wete, natoa mfano wa Wete kwa sababu ndio nyumbani, mimi nakaa Wete. Kwa hiyo e, ili nihesabike mimi nishaiacha Wete, maanake kuanzia hapo, kwa kuwa safari yangu ninayokwenda ni ya umbali wa masafa hayo na nimeshaitoka Wete pale, sasa naweza kuanza kuswali swala ya safari swala right, okay, itakayonitokea yoyote kuanzia pale naweza kuiswali safari, sio hadi nifike ninakokwenda, la. Madamu ninakokwenda ni masafa ya kilomita themanini na tatu, nikianza kuwacha mji wangu tu kwa mfano Wete, ili niambiwe nimeiacha Wete nikutokea nitoke Wete, mfano Limbani, nikishauacha Limbani naingia Weni. Eh, basi pale tayari mimi mji wangu nimesha uwacha kwa sababu majengo ya Wete yanaishia Limbani, kwa nikitoka Limbani kuendea mjini kuendea uko Weni uh, Machengwe huko tayari nitakuwa nimesha kwa. Mkazi wa Mkoani, kuna mtu anakaa pale Mkoani, huyu anaelekea Unguja, bila shaka masafa anayokwenda ni kilomita 83 kwa tatu, kutokea pale akisha kuiacha bandari tayari anahesabika kashauacha mji wake. Kama kuna swala itatokea ndani ya meli ndani ya boti, huyu tayari anaweza kuswali swala ya safari kuanzia hapo. Nam au anayesafiri anay, kutokea Wete. Anayesafiri kutokea Wete akawa anasafiri kwa bandari ya Wete, akiacha bandari wakati anaelekea Unguja, tayari ameshauacha mji, kuanzia hapo anao uwezo wa kuanza kuswali swala ya, ya safari au mkazi wa Dar es Salaam anakuja zake Pemba au anakuja zake Unguja, bila shaka ni kilomita thamanini na tatu zinafika. Akianza kuacha bandari tu pale, swala itakayomtokea kuanzia hapo, anao uwezo wa kuswali swala ya safari. Lakini na swali waje, tutaona katika, katika darasa yetu. Kwa hiyo hayo ni mambo mawili ambayo nimeyazungumza kwamba anayesafiri masafa anayokwenda yawe yanafika kilomita themanini na tatu, tayari anaweza kupata fursa hiyo. Lakini muda gani ataweza kuanza kuswali sala ya safari? Ni pale tu akianza kuuwacha mji wake, eh, akautoka mji akaupa mgongo. Sasa huyu tayari anaweza kuruhusika kuswali sala ya safari. Kwa muda gani ataswali swala ya safari. Hichi kipengele nitakuja kukizungumza baadaye. Je, ni siku zote atakuwa anaswali swala ya safari tu mpaka arudi? Hapana, ana muda wake, ana muda wake, kuna siku zake zinahesabika. Huyu anaweza kuhesabika kuswali swala ya safari eh, kwa muda fulani tu, na katika darsa zitakazofuata hilo nitalizungumza, nitali katika darsa ambazo tutazizungumza baadaye. Tutaweza kukiweka kipengele cha kuona ni muda gani ambao yeye ataswali swala ya safari, na itakuwa ni ukomo. Kuanzia hapo haruhusiki tena, ina muda. Na tutaona kuna watu makundi tofauti, yategemea yule mtu necha safari yake na ukaazi wake kule ambako atakuwa anakwenda. Kwahiyo kwa, kwa mukhtasar basi ni masharti hayo, na insha Allahu taala tutakuja kufahamu zaidi kadiri mtakavyouliza maswali na kadiri ambavyo tutakuwa tunaielezea na kuichambua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Uh, tuende kwenye kitabu moja kwa moja. Uh, kuna darasa fupi hapa, Faslun, kipambanuzi. Shurutu jami'i taqdimi arba'a, sharti za kukusanya sala ya kutanguliza ni nne. Maana yake ni kwamba kuna sala ya kutanguliza na sala ya ku, ya kuakhirisha na swala ya kutanguliza na swala ya kuakhirisha. Na kwa kuwa nikizungumza hii darsa hapa inaweza ikachukua muda uh, kuvielezea vipengele, napenda ni nisirefushe zaidi maelezo, bali niseme tu kwamba bila kuendelea mbele, niseme tu kwamba kuna swala ya kukusanya kutanguliza na swala ya ku kuakhirisha yaani, naweza kuzikusanya swala ya dhuhuri na laasiri kwa yule ambaye tayari amesharuhusika kuswali swala ya safari kisheria. Anaweza akakusanya swala ya adhuhuri na laasiri kwa kuichukua swala ya, ya la asiri kuiswali ndani ya muda wa dhuhuri. Hii itaitwa jam'u taqdimi, na kuichukua swala akaacha kuswali ndani ya dhuhuri kwa kutiania kwamba ataswali ya dhuhuri ndani ya muda wa laasiri kwa hiyo huyu, hii teojami taakhiri yani, kukusanya kuchelewesha, umeze kusanya sala mbili. Kwa hiyo kuna mitindo na hali tofauti za kuiswali sala ya safari, ima kuikusanya ya swala ba, ya sala ya baadaye ukaiswali ndani ya muda huu wa sasa wa dhuhuri mathalan, au kuiswali sala ya dhuhuri ndani ya muda wa wala walaasiri, au kuisali swala ya Aisha eh, ndani ya muda wa Maghrib, au kuiswali sala ya maghribi ndani ya muda wa Aisha hiyo ndio jamu taqdimi na jamu taakhiri. Sasa hapa uh, inshaallah tutakuja kuona hizi namna. Maana kuna mtu anaswa, anakusanya swala. Ni zipi zinazokusanywa? Swala peya zinazokusanyika zinazowiana ni adhuhuri na laasiri, na swala ya magharibi na isha. Sio alfajiri na swala ya, ya dhuhuri, au sio swala ya laasiri na swala ya magharibi wala sio sala ya isha na sala ya alfajiri. Ni sala ya dhuhuri na la asiri au sala ya magharibi na sala ya isha. Inshallah tutakuja kuona ufunuzi zaidi wa sala hii kabla ya kuingia kiini cha, cha kitabu chetu inshallah, kwanza tupate utangulizi huo na tuweze kuzingatia. Wabillahi tawfiq hadha. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.